Na tukirudi hapa Nairobi ni kwamba wakazi wa eneo la Makongeni wanalilia fidia ya nyumba zao zilizobomolewa ili kuanzishwa kwa ujenzi wa mradi wa nyumba za bei nafuu. Wakazi hao wamenyoshia vidole vya lawama shirika la Kenya Railways kwa kukosa kuwalipa fidia licha ya kuwa na ithibati ya kutosha kwamba walikuwa na mkataba waliokubaliana kulipwa shilingi elfu 150 kama fidia. Aidha, wengine wanalalamikia malipo hayo kupewa watu wengine ilhali nyumba zilikuwa zimesajiliwa majina yao. nalipa nyumba ya railway juu au ndio walikuwa wamenikondesha nyumba, nilikuwa nawalipa, lakini wakati ilisemeka fanywa verification ili kuanga ya kukubali ya kwamba nimekubali 150000 nilipwe ili niweze kutoka kwa nyumba. Mimi ni permanent, nilikuwa nalipa rent, niko na all receipt, sinjawai pata haki yangu. Sisi tunaomba serikali tafadhali, serikali ni vizuri mfuate haki na mtu apate haki yake. Nilikuwa ninalipa niko na receipt areas nilikuwa ninapewa na watu wa reli. Tulikuja tukafanya verification na tukamaliza kila kitu, wanatuambia tuko kwa system. Wametuambia turudi nyumbani, hawatuambi the specific date that tutarudi. Wanasema that ati ni process and I don't know but, kulingana na national government, au wanasema walisha release funds, so we are, we don't understand like what's happening.